Ya, umetoa taarifa na ilikuwa kwa muda mfupi tu, siwezi kusema ndio, hapana, kwa sababu kwenye jambo la heri linakuwaga heri na uh, heri zake zimeonekana za uh, japokuwa keli kwa muda mfupi, na hata semena ilotangazia sio sehemu husika, labda kwenye mtandao wangu tu Instagram. Kila mshukuru Mwenyezi Mungu, watu wamekuja na pointi. Ilikuwa najua mimi si huku na nyumbani kwangu nilipozaliwa, nilipozaliwa, nilipolelewa, nilipokulia paka nikafika hapa sasa. So, inapofika siku kwaidi au kuna muda lazima ni napakumbuka nyumbani na mbali tuna hivyo. Sasa hivi kuna uh, ina, inafika time sasa, sio sio unashinga ngapi ndani ila unafahamiana na watu wangapi ambao wanaweza kusaidia. Mimi nafahamiana na watu wengi tofauti tofauti, ambao wanaweza kuniwezesha na siwe na hela, lakini kupitia wao nikamwambia bwana, tuwasaidie na watu fulani, nikaona nje kula nyumbani kwa Tandale nilipozaliwa, nikawa nafikiri kwenu kwenu tu. Boy from Tandale ndio nyumbani kwetu si lazima pae pazuri, lakini naamini kwa, kwa ubaya wake pengine ndo kumenifanya mpaka nikawa mimi leo, ndo kumenifunza kunifunza, nilipofika hapa leo, kumenifunza nika nikawa mwanamuziki, kumenifunza nikajulikana tofauti tofauti, na kumenifunza maisha nilikuwa nao mpaka kwa hapa. So ni nyumbani kwetu, pakiwa uswahilini, pakiwa na nyumbani kwangu. So sifikiri jambo jema mtu kukimbia kwao, na kweli kuna baadhi ya watu ambao hawapendi pengine kuonesha kwao, wanaona nini. Mimi nyumbani kwangu mkuu, naam neema zake zitangazeni, usijifiche. Yani Mwenyezi Mungu anapenda. Mimi mimi ni mwanamuziki. Naamini kazi yangu ya muziki, pengine Mwenyezi Mungu sio kama anaisupport. Lakini pia na mimi natakia ni kumuonesha Mwenyezi Mungu kwamba mimi nafanya na muziki, lakini kidogo ninachokipata na kutumia katika njia nzuri, ili kesho na kishokutwa inipunguzia hata mabaya ambapo pengine labda inaonekana. So inipunguzia hata dhambi. Yani inaonekana kabisa kama kwani nilipata kidogo, lakini kidogo chini niko na kula ndugu zangu wengine tofauti. Kama ninatafuta lini sababu wenzangu tofauti.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 Furahia video bila kukwama, kuwa mama super kwenye mtandao supa pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.